Kupendeza nukuu ya matumaini kwa njia iliyo bora tena kupendeza kabisa. Uko ndani ya Radio Fortune Africa na zimekatika dakika 39 juu ya alama. Neema baba inatosha, saa 11 ya juu ya alama na dakika 39. Nashukuru Mungu na ninaamini popote ulipo unatupata live ndani ya YouTube yetu, Facebook yetu ya ndani ya X, TikTok na hata zaidi ya yote ndani ya Google natupata kwa njia bora tena ya kupendeza. Mathew Ndeva ndilo jina langu, nashukuru sana. Hata kama mtu umekatwa kwa harufu ya maji ya utachipuka tena, hata kama mtu umekatwa kwa harufu ya maji utachipuka tena. Tukuzwe Mungu, ainuliwe kwa wema wake, na asante sana fadhili zake za kila siku. Nukuu ya ja, matumaini Baba Mungu huwapa watu moyo tena mkuu kwa ajili ya kesho yao. Tuna matumaini makubwa ndani yake Mungu, maana tangu mwanzo tumesema yeye ndiye muumba mbingu na nchi na vyote vijazavyo, dunia ni mali yake. Basi hatuna hofu ya kuogopa lolote, wala kustuka stuka na kuwa na shaka tunapokuwa na Mungu. Katika nukuu ya matumaini ya leo, tusema hivi: tamaa ni gonjwa, tamaa ni kidonda, tamaa ulete madhara siku zote. Usiishi maisha ya tamaa. Kwa nini? Kuweka tamaa mbele sana ni jambo la hatari sana, tunapofanya kazi, tunapofanya biashara, popote ulipo Siku zote usiishi kwa ajili ya kuwa na pupa na tamaa sana na kuwa na moyo mzito. Siku zote usifanye mambo kwa haraka sana, wala kwa pupa. Usifanye vitu kwa mbio kwa sababu ya tamaa ulio nayo. Usipeleke vitu mbio kwa sababu ya tamaa inayokuandama. Tamaa ni mbaya yetu asubuhi njema kabisa katika nukuu ya matumaini. Ishi kwa uwezo ulionao, ishi kwa viwango vya kifedha ulio navyo, ishi kulingana na umbali wa jinsi unavyoweza jimudu. Usipende kuishi kulingana na viwango vya watu wengine na mambo mengine makubwa yasiyowezekana. Siku zote amini Mungu atakuwezesha tu kulingana na uwezo wako. Ikiwa umo na hali ulionayo, ni Mungu amependa uishi hivyo siku zote. Kumbuka maisha ni mapambano na mapambano. Wamkapa asubuhi mapema majira kama haya, jambo la kwanza kabla hujafanya lolote, jiwasilishe mbele za Mungu, mkumbushe Mungu kumekucha, kumepambazuka. Na ndani ya nukuu natunguzwa, Mungu wangu nisaidie ninapoanza hatua ya siku ya leo maana maisha ni mapambano na mapambano haya yanaweza kufanya kuingia katika visa vya tamaa na mwisho mwenyewe vikakumaliza. Lakini ikiwa utamuhudumia Mungu kwa roho na kweli na kutumikia Mungu kwa vitu ulivyo navyo na mali uliyo nayo, hakuna kitu kitamshinda Mungu. Hakuna, ndiye atakulinda na atakupa uwezo na nguvu za kila siku. Maisha haya tunayoishi, tunahitaji Mungu akusaidie katika nguvu za mapambano. Unapoendelea kujisukuma nguvu zake zinakulinda, lakini nasema hivi, kila siku unapoamka jikaze. Unaweza lala dhaifu asiyoweza amka asubuhi, lakini utakaposikia kumekucha, kumepambazuka, jambo la kwanza katika hatua ya Kisima cha Matumaini, na sasa na nukuu ya matumaini, jikaze. Jambo la pili Jitume. Bwana akusaidie kuwa mtu utakayejisukuma kujikaza na kujituma ili malengo uliyo nayo katika dunia yafanikiwe. Maana nini? Dunia hii yazingirwa na ni mviringo. Leo hii wawezaonekana huko mashariki, na Bwana anaweza kulete mpaka magharibi. Wawezaonekana ya kwamba ni kama umefika mahali utatoboa lakini Mungu akiwa na wewe utashinda. So usiangalie ukiwa mashariki ukasema basi, tumefika tamati na mwisho. Tutatoboa, Bwana yupo nasi na tutatoboa. Jambo la mwisho, fahamu hili, siku zote twa kutia moyo katika huduma na maisha ya kiroho katika nukuu ya matumaini. Kesho yako si kama jana yako, kesho yako si kama jana, wiki lako wiki hii si kama wiki jana. Mwezi jana si kama mwezi huu. Ah, mambo badilika na Mungu badilisha hali jinsi apendavyo. Moyo wangu asema hivi, kesho yako itakuwa kubwa sana kuliko leo yako, na kesho yako ina ushindi mkubwa kuliko jana yako. Siku zote shinda ukiishi katika kuwa na matumaini kwa ajili ya kesho, ishi ukijua ya kwamba kesho ni bora uliko leo yako. Na tamaa mingi achana nayo. Mtumainie Mungu na kesho ataifanya kuwa bora tena ya kupendeza. Na ndio nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva. Asante na karibu. Popote ulipo, pia unaweza simama na kituo hiki kwa hatua ya kutufanya kusalia hewani daima na zaidi ya yote kupata neema na, na kutamba na kufika FM. Tunasema mpenzi msikilizaji wetu, tunaomba mchango wako katika hatua ya kununua transmitter nzuri. Ya kuweza kupeperusha matangazo yetu na kupanua ugo letu kuwafikia wengi kwa njia ya mbali kabisa kwa utukufu wa Mungu wa Israeli. Basi kwa habari njema tunakuja kwako na matangazo na mahubiri mazuri, na Mungu akubariki sana. Asante. Sema hivi Paybill namba yetu ni 625625 625, na account number ni 01 245085 2178 00. Popote ulipo inawezekana. Tin namba yetu ni 4561468. Mungu akulinda kubariki na kutende mema. Asante na uwe na mchana mwema. Imekuwa ni nukuu ya matumaini, nami hapa Mathew Ndeva, sauti ya kifalme mtu mkubwa Mungu.